Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Subscribe. Leo tunaangalia maswali na majibu ya Mapambazuko ya Machweo na hadithi nyingine, bw. Lutomia, msiba wa kujitakia. Swali la kumi na tatu leo hii amebakia kujuta, kujuta gaya ya kujuta tayari amekwisha fanya kosa, kosa ambalo walifahamu lilikuwa la kujitakia, ulikuwa mwiba wa kujidunga usiokuwa na kilio wala kuambiwa pole. Kwa hivyo dondoo ni ukurasa kumi na moja. Swali la a: eleza muktadha wa dondoo hili. Haya ni maneno ya msimulizi, anamrejelea Zura. Hii ni baada ya uchaguzi anajuta kwa kuwachagua watu wa kabila lake ambao wanafanya maisha yao kuwa magumu kwa kuwatoza kodi ya kiwango cha juu, mfumuko wa bei na hali ngumu ya maisha. Swali so laba bainisha vipengele viwili vya kimtindo kwenye dondoo hili. Kuna takriri ya kosa, kuna takriri pia ya neno kujuta. Methali mwiba wa kujiduka usiokuwa na kilio ni da kujuta gaya ya kujuta. Kwa hivyo nisia lazima uone ishiala mahisi. Swali la cha: eleza namna dhana ya mwiba wa kujidunga inajitokeza katika hadithi hii. Kwanza, Zura anajutia kosa lake la kuteua watu wao, anajutia kosa ambalo alijua ni la kujitakia. Ulikuwa mwiba wa kujidunga usiokuwa na kilio wala kuambiwa pole. Pili, Wana matopeni wanajitakia msiba kwa kumchagua kiongozi baada ya kuhongwa. Zura nafikiri, namna walikosea kwa kupiga kura au kupigia kura viongozi baada ya kuhongwa kwa kupewa kanga, sukari na unga wa sima, baada wanaasirika, baadaye wanaasirika na hali ngumu ya maisha inayosababishwa na hao viongozi. Kumfano, kwa mfano kwa kutozwa kiwango cha juu cha ushuru na kuwepo kwa mfumuko wa bei za bidhaa. Tatu. Zura na wenzake wanajitakia msiba kwa kuwachagua viongozi kwa kutumia matumbo badala ya akili. Viongozi wanaowachagua hawajali maisha ya wa wapiga kura Wanamatupeni wanajitakia msiba kwa kuwekeana uhasama kwa sababu wao ni wafuasi wa viongozi tofauti. Zura na Machukaa wanakuwa kama faali wawili wasiokaa zizi moja wakati wa uchaguzi kwa sababu wao ni wafuasi wa watu wawili tofauti. Baadaye wanakumbwa na matatizo sawa kama mfumuko wa bei, kupanda kwa ushuru na hali ngumu ya maisha. Tano, Zuzu Matata anajitakia msiba kwa kukataa kutawala licha ya kupendelewa na wakoloni. Anashikilia kuwa sharti Mzee Sugusini aachiliwe huru. Mzee Sugusini anatoa uongozi, hali ya Zuzu Matata kutawala Matopeni inasalia kuwa ndoto. Sita, Sugu Junia anajitakia msiba kwa kutoa uongozi licha ya kushindwa na Fumo Matata naibika wakati watu wanasusia kuhudhuria sherehe ya kuapishwa kwake. Saba. Sugu junior anajitakia msiba kwa kuwatumia viongozi wa majimbo mengine nauli ili kuhudhuria sherehe ya kuapishwa kwake. Viongozi hao wanasusia kuhudhuria sherehe hiyo. Nane. Raia kama kinazuura wanajitakia msiba kwa kuhudhuria sherehe ya kuapishwa kwa Sugu junior. Wanakaa kwenye jua, nao viongozi, kando na kuchelewa, wanakaa kwenye kivuli na meza zao zinakuwa na maji na soda.